Je, hayo ndiyo mambo ambayo wametuletea watu wa nishani ya patakatifu. E, jinsi ambavyo huduma zilivyokuwa zikifanyika kule Jangwani, lakini pia wametuchukua wakatuonyesha jinsi gani ambavyo Mungu wetu anajali, mpaka sasa yuko kwenye huduma akiendelea kufanya upatanisho. Kwa hiyo sasa, kwa wewe ambaye ulikuwa unasikiliza na kujifunza, unaelewa Yesu yuko wapi sasa hivi na anafanya nini. Bwana asifiwe. E, maana wametupa historia ya kule jangwani, pia wakaturejesha sasa hivi ambapo tulipo sisi. Kwa hiyo na sisi tuko katika siku ya upatanisho. Bwana asifiwe. E, kwa hiyo ukifanya mzaa, nikifanya mzaa, Yesu akitoka patakatifu patakatifu, ninakatiliwa mbali ama utakatiliwa mbali. Ah, nisipoteze muda kwa sababu muda wetu sio rafiki. nikaribishe pia watu wa masimulizi ya Kikristo masimulizi ya Kikristo. Ifuatayo ni nishani ya masimulizi ya Kikristo. Nishani ya masimulizi ya Kikristo ni katika makundi ya fuatayo: moja, zinafurahisha; mbili, zinafundisha kweli; tatu, yanarahisisha urafiki kati ya msimuliaji; nne, hadithi hukuza usikivu; tano, watu hupenda kusikia hadithi; sita, hadithi ni uchawi wa mwalimu haya ni makundi mawili ya hadithi: moja, hadithi zinazofundisha; mbili, hadithi zinazoburudisha. Mambo muhimu katika usimulizi: moja, kuwa na kusudi; mbili, kuwa na kilele; tatu, uandaaji bora wa hadithi; nne, andaa hadithi; tano, ijue vizuri hadithi; sita, wasikilizaji wawe wa kwanza kuguswa na hadithi; saba, eleza hadithi waziwazi bila kupinda pinda. Ufuatao ni ufuatao ufa, ni ufafanuzi wa masimulizi ya Kristo. Masimulizi ni sawa na neno hadithi. Hadithi ni mfumo wa zamani uliotumika katika ufundishaji. Ah, samani na makundi ya hadithi. Samani za hadithi kufurahisha. Mtu anapokuwa na huzuni ukamsimulia hadithi anafurahi. Zinafundisha. Mtu anapokuwa kimfano, mtu anapokuwa katika jamii anatenda mambo ambayo hayafai katika jamii, unasimulia ile hadithi kwa kumlenga yeye ingawa ingawa kwamba yeye alikuwa afahamu, lakini wewe umeisimulia hadithi inamlenga yeye. Kwa hiyo anafanyaje? Anabadilika. hadithi ni uchoyo wa mwalimu. Ah, katika hapa katika hadithi ni uchoyo wa mwalimu. Mwalimu anatumia mbinu mbalimbali mbali katika usimuliaji wa hadithi. Mfano, mwanafunzi unaweza kumpatia hadithi aisome, akawa anaisoma haielewi, lakini mwalimu akiwa anamsomea hadithi anaielewa kwa undani zaidi. Makundi ya hadithi: kuna hadithi zinazofurahisha na hadithi zinazofundisha. Hadithi zinazofurahisha ni hadithi ambazo zinasimuliwa kwa lengo la kumfurahisha mtu. Mfano, mtu anapokuwa na huzuni, unamsimulia hadithi ambayo ilikuwa inamhusu mtu ambaye alikuwa anaishi maisha ambayo yanafanyaje? Yanafurahisha au yanachekesha. Kwa hiyo, unapokuwa unaisimulia ile hadithi, ndani ya ile hadithi kuna vitu ambavyo ukivisema vinakuwa vinamchekesha yule msikilizaji. Hadithi inafundisha. Aa, katika kundi la pili Hadisi zinaposimliwa huwa zinafundisha. Mfano, mfano mtu anapokuwa mtu anapokuwa anatenda mambo mabaya katika jamii, mfano mtu anakuja hata sehemu ya kanisa anajisaidia, lakini siku moja ukaenda ukatoa hadisi kwamba, au watu wanaokuwa wanafanya hivyo wanakuwa wanafanya zambi. Kwa hiyo anajua kwamba hichi kitendo ni hivi na hivi, anabadilika. Mambo mambo muhimu mambo muhimu ya kuzingatia katika hadithi: kuwa na lengo, kuwa na kusudi, kuwa na kilele, kuchambua hadithi kwa undani na kuimodify, ijue hadithi vizuri, ielezee hadithi bila kupinda pinda. Njia zinazotumika kuandaa hadithi au dondoo mbali au dondoo za hadithi: njia ya kwanza, kusudi la hadithi; njia ya pili kichwa cha hadithi. Njia ya tatu, utangulizi wa hadithi. Njia ya nne, hadithi yenyewe. Njia ya tano, itimisho. Ufuatao ni mfano wa dondoza hadithi. Kusudi: kusudi ni kuwafundisha wasikilizaji faida ya kuwa mwaminifu. Kichwa cha hadithi: mtumwa aliyechaguliwa kuwa waziri mkuu. Hadithi yenyewe: namba moja, Danieli apelekwa utumwani Babeli. Namba mbili, Danieli achaguliwa kuwa mwanafunzi wa shule ya ikulu. Namba tatu, Danieli apewa kazi ikulu. Namba nne, Danieli atafsiri ndoto ya mfalme. Namba tano, Danieli apandishwa cheo. Itimisho. Samahani nimesahau pale kwenye utangulizi. Kuna kichwa kuna kusudi. Kusudi ni kuwafundisha wasikilizaji faida ya kuwa mwaminifu. Kichwa, mtumwa aliyechaguliwa kuwa waziri mkuu. Utangulizi. Je, umewahi kusikia habari za mtumwa aliyechaguliwa kuwa waziri mkuu? Leo tutakwenda kujifunza habari za mtumwa aliyechaguliwa kuwa waziri mkuu, na alikuwa wapi? Habari kamili. Moja. Danieli apelekwa utumwani Babeli. Mbili. Danieli achaguliwa kuwa mwanafunzi wa ikuru. Tatu. Danieli apewa kazi ikulu. Nne, Danieli atafsiri ndoto ya mfalme. Tano, Danieli apandishwa cheo. Hitimisho: tumejifunza kuwa Danieli alionyesha uaminifu, hatimaye akachaguliwa kuwa waziri mkuu, kutoka, kutoka kuwa mtumwa mpaka kuwa waziri mkuu. Pia nasi leo inabidi tujifunze uaminifu. Wetu kwa Mungu ndio utakaotufanya tulisi uzima wa mbinguni. Hadithi zilizofaa: kuna hadithi za kubuni Hadithi hizi za kubuni ni hadithi ambazo mtu anazisimulia tu, anabuni kitu fulani. Mfano mfano mfano, mtu aliyefariki alikuwa ndani ya jeneza, akatoka ndani ya jeneza akaanza kuwapiga watu waliokuwa kwenye msiba. Hiyo ni hadithi ya kubuni. Hadithi za watu, hadithi za watu wenye uwezo, mfano Spider-Man. e, wengi hapa waga wanaangalia movie za Spider-Man na movie nyinginezo ukiziangalia zile movie wa zina, unakuta watu wanapigana, wengine wanauana, mara mwingine anakufa tena, mnakuja, mnaangalia, mnakuja tena, mnakuja mnashtukia amefanya amefanyaje, amefufuka. Hizo ni hadithi za watu wenye nini, wenye uwezo, lakini ni hadithi ambazo hazifai kusimuliwa. Hadithi za watu wabaya walioinuka na kuishi na ubaya wao, mfano mtu anaweza akawa anaishi katika jamii, ni mtu mbaya lakini hana mali, lakini ni mtu mbaya, lakini Mungu akaja akamsaidia akawa na mali, lakini akaendelea kuishi na nini na ubaya wake. Hadithi za Kikristo zinazohuzunisha hizi, ni hadithi ambazo hazipaswi kusimuliwa kwa watoto, kwa sababu mtoto unapomsimulia hadithi za Kikristo zinazohuzunisha, manake mtoto utamjengea oga ndani ya moyo wake. Mfano, mfano alama ya mnyama itakuja na watu wote watakamata, watafanyaje? Watauawa. Kwa hiyo mtoto unavyomwambia vitu kama hivyo, anakuwa anaogopa nadhani kwamba na yeye atakuja afanyeje, atakuja auawe. Mwisho wa programu, na Mungu awabariki.